E, wazazi kulipia watoto wao, lakini sisi kama shule tunapanga. Kwa hivyo tulipanga na tukaita wazazi, tukawaelezea na tukawaambia, hiyo ni e, chaguo la mzazi, kama ataweza alipia mtoto wake, kama hataweza wakati huu pia ana wakati mwingine wa baadaye kulipia mtoto wake aende, na kama pia atashindwa kabisa, basi inakuwa hivyo, hatulazimishi. Pia kushukuru Nat Office ambayo wamekuwa hapa, Leadership Sub County Chair amekuwa na pia ametusaidia, tumeelewana. Wazazi wa kibabi hoye, uh, mimi uh, kwanza kabisa ningependa kushukuru wazazi ambao wameonelea ni vyema sisi kufika katika shule hii kuwasilisha yale malilio ambao wazazi wako nayo. Kitu ya kwanza A, sisi tumeonelea tukuje kwa amani na tulikuwa kwa hii shule saa kumi na moja asubuhi. E, tungependa kushukuru usimamizi wa shule kwa kuturuhusu sisi kama wazazi yeah. kuingia ndani na tukafanya mkutano mfupi na madam na kamati ya shule, wameturuhusu wametukaribisha, tunasema ni asante, si ndivyo? Sasa yes. Uh, pili, pia ningependa kusema ya kwamba kuna zile shida ambazo tumekuwa tunapitia kama wazazi yes. na sisi uh, tumewasilisha zile shida mbele ya shule mbele ya mwalimu mbele ya fadha na wametuahidi ya kwamba uh, kwa muda wa wiki mbili wanaenda kufanya mkutano, wanaenda kupanga mkutano wazazi, tukuje ili tuweze kuamua namna hii shule itakuwa inaendeshwa, mambo ya program ya lunch kwa shule. Uh, madam akona ile kisingizio ya kwamba hawa watoto, kuna ule mmoja wao ambaye alipotea. Na huyu mtoto wakati alipotea, kulingana na fununu ambazo zinapatikana kwa wazazi, mpaka tumefuatilia mpaka kwao, na records za wenzake vile wanasoma kwa darasa, huyo mtoto alipotea asubuhi, na huyo mtoto alipotea asubuhi na akapatikana kwa boyfriend. So madam amejishikilia pale, akisema ya kwamba hawa watoto wasitoke lunch.